Katika kupunguza ama kupambana mm -hmm, na changamoto ya taka za plastiki. Na je, katika uwezeshaji uh, ambao mmesha ufanya mpaka sasa, kuna pale ambako mmefanikiwa kwa kiasi cha kuwezesha wengine katika kanda ya East Africa au hata Afrika? paulimu, uweza, uweza. Okay. Mm -hmm. yeah, ne, na, kwa ujumla kuweza kujifunza kama UNEP na naweza ngasema kwamba tumechangia kwa kiasi kikubwa Uh, katika kukabiliana na taka za plastiki hapa Tanzania, hata ile uh, uh, katazo la taka la plastiki la na mwaka 2019 lililotokea hapa Tanzania UNEP ilikuwa na mchango mkubwa sana ku influence lakini hata kutoa takwimu za kitaalamu au kutoa uh, utaalamu ambao uliwezesha uh, kupelekea kwenye maamuzi ya mwisho. Kwa hiyo tulichangia na tulishirikiana na wadau wengine katika hilo, lakini UNEP kwa kipekee kabisa pia ilichangia au iliwezesha kutengeneza kanuni mbalimbali mbali za kuwezesha hili katazo sasa kuweza kusimamiwa. Kwa hiyo sheria, taratibu na kanuni zilibidi zitengenezwe na UNEP ilitoa mchango mkubwa sana kwenye ile nao hapa Tanzania na naweza nikasema kwamba pamoja na hayo pia kulikuwa kuna kuelimisha jamii. Kwa hiyo kwenye hayo maeneo uh, mafanikio kwanza, fanikio moja kubwa ni hilo kwamba katazo, katazo liliingia, lakini pia kukawa na kanuni na taratibu, lakini mafanikio mengine ni uelewa wa jamii, na unaweza ukaona pia hata uh, kutokana na hiyo katazo la matumizi ya mara moja ya, ya plastic, single use of plastic kiasi cha taka ambazo ulikuwa ukiziona kule nyuma, kama unakumbuka ile mifuko ya plastiki ile nyeusi, Didi, ilikuwa, ilikuwa kila mahali. Sasa hivi unaweza kuona kabisa imepungua. Ndio kuna changamoto bado, kwa sababu kuna maelekezo ya matumizi maalum ya baadhi ya plastiki ambayo sasa watu, wafanyabiashara wamegeuza kwa matumizi mengine ambayo inaleta tena changamoto, lakini uweza ukakompea na kule kabla ya ya tulikotoka nakumbuka sana kuwa kuna zile plastiki nyeusi zile kila sehemu. Kwa, kwa kwa kiasi kikubwa, naweza kusema kwamba tumeona mafanikio, na mafanikio haya yamekuja yote kwa, kwa pamoja, kwa ushirikiano wetu sisi kama UNEP kuwezesha kutengeneza utengenezaji wa hizo kanuni, lakini uelimishaji wa jamii, lakini pia kusimamia sasa hizo kanuni. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa ni hilo, lakini eneo lingine kubwa ni katika kuwezesha jamii sasa kuangalia namna mbadala au ubunifu wa kurejeleza plastiki. Hapo nyuma kidogo, UNEP tuliweza kufanya kazi na, na shirika kama la ILO, shirika la wafanyakazi kazi duniani, pamoja na ubalozi wa, wa Sweden, ambapo tulihamasisha wale vijana ambao walikuwa kwenye ujasiriamali wanafanya kazi za urejeleshaji ureje, wa taka za plastiki kwa kuwahamasisha, kuwatia moyo kuendelea na hiyo kazi kwa kuleta awards au kule, ku, kuwapa kama pongezi, kuwahamasisha, lakini pia tuweza kuunganisha na elimu ya, ku, ya kuongeza ubora wa bidhaa zao ili kuweza kupata pesa zaidi kwao, hata kuengage jamii kama hivyo, kuengage wadau wa, wa mazingira kama hao. Tulikuwa tumewaita environmental entrepreneurs. So hao wengine walikuwa hata hawajui kwamba wana mchango gani katika kupunguza taka za plastiki, ndio kitu kizuri hicho. Kuhusiana na ubunifu, mtu alikuwa anaona tu, ah, hii inaweza nikabadilisha ikawa ni carpet, inaweza ikawa ni sehemu ya kukanyagia miguu, kusafisha miguu kabla hujaingia ndani, kumbe anapunguza taka nazo za gaa, ehe. Kwa hiyo kwa hiyo ule ile kuhamasisha na kupromoti huu ubunifu kwa kiasi kubwa na wenyewe umewezesha hata vijana wengi zaidi mm. na wafanyabiashara au niseme wadau wafanyabiashara wa, na, na, na, na, small and medium enterprises mm. kuweza kuona kwamba kuna fursa kwenye eneo hilo na kufanyia kazi fahamu namna gani uh, vijana mm. na wanawake haswa mm. Uh, makundi haya mawili walikuwa wanashirikishwa katika jitihada hizi? wamesema ujasiriamali, mm -hmm. uh, kushirikisha jamii kuhakikisha mm -hmm. kwamba wanaelewa kuhusu masuala ya matumizi ya uh, taka za plastiki na namna gani ya kupunguza na pia namna ya na kuzichakata uh, wametumia mm -hmm. kuzirejeleza kuzi kuzi ni namna gani yeah. wanawake hasa na vijana walikuwa wanahusishwa katika uh, hizi kampeni uh, Yes. Sawa sawa kabisa. Kwa hiyo umesema kweli kwamba ni kama vile nimeshajibu lakini ni kwamba vijana ambao na kulikuwa kuna vijana wa kike na wa kiume mm. Sasa hapo naongelea kwenye engo ya vijana kusabu, kwa sababu kwa kweli tulifocus kwa vijana mm, wale vijana ambao walikuwa wanajitengenezea kipato kwa kupitia kurejeleza taka za plastiki ndo hao tulikuwa tunawahamasisha kwanza, kwa kutoa hizo awards kama nilivyo share nilivyotoa hapo awali, lakini pia pili kuwezesha ubora wa bidhaa zao ili waweze kupata thamani ya pesa inayoendana na ubora wa bidhaa kwa kuielimisha jamii. Lakini pia vijana wengine ambao walikuwa na, wanafikiria kuanza anza, kuwatia moyo kwa kuona wenzao wanavyokuwa supported, wao kwenda mbele. Kwa mara nyingi huwa kuna kuoga kuna, kuna mwanzilishaji, mtu mmoja anaanza kitu, mwingine anaona kumbe kinafaa kumbe kinasapotiwa, kumbe kinawezeshwa, kina basi nami naunga huko. Kwa hiyo vijana ni kundi moja la muhimu sana, ambao wanachangia kwa kiasi kikubwa, kwa hiyo inasaidia hata hii changamoto ya kuongelea kuhusu ajira. Wengi wanajiajiri kwenye hilo eneo, inawezekana hawajafika kwenye hiyo level ya kipato, lakini angalau ni sio sawasawa na bure kabisa mm. uh, nini ujumbe wako kwa nchi za kanda ya Afrika Mashariki Tunapoelekea uh, kilele cha maadhimisho ya siku ya mazingira duniani. Asante Didi, ujumbe wangu kwa nchi za kanda, za kanda ya Afrika Mashariki tunapoelekea kilele cha cha siku ya mazingira duniani ni kwamba kwa pamoja tunaweza na hatutoshi kila mtu kivyake kivyake kivya. Kwaho tuvunje kuta za kufanya kazi tofauti tofauti kwenye taasisi zetu lakini pia tuelimishe jamii tunaofanya nao kazi, ili kuwe kuna mwendelezo, kwa sababu jamii ikiwa inaona ni mradi unakuja, nitafanya kazi na mradi kwa staili hii, alafu mradi ukiondoka, ninaendelea na maisha yangu ya kawaida, haitakuwa imeleta suluhisho endelevu. Lakini jamii ikielewa kinachofanyika ikachukulia kama ni sehemu yake, ni rahisi kuwa na mwendelezo wa kuhakikisha taka za plastiki zinakoma kabisa, kwa kubadilisha mtazamo, kubadilisha mtazamo wa jamii, wananchi kwa ujumla wake, wao kufahamu nafasi walionao, nafasi kubwa walionao katika kupunguza uchafuzi wa, wa ambao unatokana na taka za plastiki. Kwanza wao kama uh, watumiaji wa bidhaa watumiaji wa bidhaa watu wa kwa maana ya kwamba wanaweza wakamua ni bidhaa gani wanunue bidhaa gani wasinunue. Nafikiri nilisema hapo awali Didi kwamba bidhaa inayonunuliwa kwa wingi ndio itakayoendelea kutengenezwa. Kwa hiyo kwa uelewa wa jamii wa kujua bidhaa gani zinafaa na zipi ambazo zinaharibu na zinaleta uchafuzi wa taka za, za plastiki, kuelekeza nguvu kwenye matumizi na kununua bidhaa ambazo ni endelevu zaidi kutasababisha watengenezaji wasitengeneze zile ambazo hazinunuliwi kwa wingi. Kwa hiyo ni elimu ya kipekee pia ya watumiaji watumiaji wa bidhaa wa, wa, wa hizi mbalimbali zinazotengenezwa. Lakini eneo lingine ni kwa serikali ya Tanzania kuendelea kuhamasisha na kuwezesha ubunifu ubunifu wa bidhaa tofauti tofauti ambazo zitakabiliana au zitaondoa ile single use of plastic, zitaondoa matumizi ya mara moja ya plastiki. Lakini pia teknolojia, kuweza kushirikiana na wadau mbalimbali kubuni teknolojia ambazo zinaweza zikafaa kwa ajili ya kufanya bidhaa zinazorejelezwa ziwe na faida. Kwa sasa wanasema kwamba bidhaa zinazorejelezwa ni chache sana duniani, kwenye dunia nzima ni karibu asilimia tisa tu. Wanasema ni kwa nini hivyo? Ni kwa sababu nguvu inayotumika ya pesa katika kukusanya taka, taka, taka za plastiki katika kuzitenganisha katika kuzitengeneza, sasa kupitisha ten, teknolojia ya kuzifanya ziweze kuwa ta, yani uh, bidhaa tofauti, ni nguvu kubwa sana ya kipesa ukikompea au ukilinganisha na kipato. Kwa hiyo umuhimu wa kuangalia kwamba hii nguvu inayotumika pia inaweza ikarudisha mtaji wa mtu ambaye amewekeza kwenye hilo eneo, kwao ni wito wangu pia kuwezesha na kuhamasisha jamii kwamba tuweze kuwa na I mean, sio jamii lakini wadau mbalimbali kwa ujumla wake kuweza kufikiria teknolojia ambayo itapunguza sasa gharama za kukusanya, za kubadilisha taka ziweze kuwa ni kitu kingine ambacho inaweza kutumika vizuri. Na mwisho kabisa ni kuhamasisha sasa utekelezaji wa sheria, kanuni na taratibu. Tuna sheria, tunaposema kwamba kuna taka nyingi maeneo mengine ni kama dampo, zipo sheria ambazo zinaweza zikakamata wale wahalifu wanaoenda kinyume na hizo sheria, kwa ni kuzifanyia kazi au kuzisimamia hizo sheria ili uh, taka za plastiki zisiendelee kuwa changamoto kwa nchi ya Tanzania.